Leo ninataka tuchanganue, tuchambue ile video aliyotuma Josephat Gwajima. Wengi wanajiuliza maswali: je, Josephat Gwajima yuko wapi? Je, Josephat Gwajima alikuwepo katikati ya lile timbwili zito la polisi kuvamia kanisa lake, ama Joseph ati Gwajima hakuwepo, video alikuwa amesha irekodi muda, ni mbinu zake ni ujanja wake kwamba hakuwepo kwenye tukio na akatuma video akasema alikuwepo kwenye tukio. Video hii tutaichambua wote kwa pamoja na utapata majibu kwamba Bishopu Gwajima alikuwepo ndani ya kanisa kipindi anavamiwa saa tano na robo usiku na, maja, na na polisi tutaona kwamba alikuwepo ama akuwepo. Na kitu kingine nitake kuongezea lile jengo la kanisa la, la Ufufuo na Uzima la Bishop Gwajima vile lilivyojengwa kwa nje ni tofauti lilivyojengwa ndani. Vile linavyoonekana nje lile jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima la Bishop Gwajima ni tofauti linavyo, lilivyojengwa kwa ndani. Ndani na nje ni tofauti. Ndani lile jengo lina vyumba vingi sana. Kwa hiyo ukiwa wewe ni mgeni ama ni mara yako ya kwanza kuingia ndani na lile jengo, utapotea. Kwa nini utapotea? Wingi wa vyumba vyake, na kingine pia lina kona nyingi sana lile jengo ndani limejengwa kitaalam kitaalam, kisomi. Kwa hiyo kama wewe ukiwa ni mara yako ya kwanza, lazima utapotea. Ndio maana polisi walipotea mule ndani, kwa sababu ilikuwa ni mara yao ya kwanza kuingia mule ndani ndani ya lile jengo na milango ikajifunga, polisi wakabaki wanaaha, kwa sababu lile jengo limejengwa kitaalam. Kwa hiyo ni ngumu kulielewa, ni ngumu kulisoma kwa kwa haraka. Kwa lile jengo la Gwajima liko hivyo. Sasa pale ambako Bishop Gwajima alikuwa ameshuti hii video yake, pale ni sehemu ambako Alipa, alijenga ni kama vile meeting room. Ile ni meeting room, ni mahali alipoitengeneza ya wachungaji wake kufanya, kufanya mikutano na wachungaji wake, ama waandishi wa habari anaweza kukutana nao pale, akafanya nao mahojiano ama special meeting pamoja na maaskofu wake pamoja na wachungaji wake. Hiyo ni mahali ambako Bishop Gwajima alijenga ndani ya kanisa lake, kwamba ni room special ya special for meeting ambayo hii meeting ni kwa ajili ya maskofu, kwa ajili ya wachungaji, kwa ajili ya watu mbalimbali kwa hiyo ninaomba tuangalie hii video halafu, tutaanza kuichambua vizuri. Nimesema jengo la Bishopu Gwajima ndani lilivyojengwa na nje ni tofauti. Kwa hiyo ndani lina vyumba vingi sana. Kwa hiyo tutajua bishopu alikuwepo ndani ya kanisa kipindi anavamiwa ama kuwemo ndani ya kanisa kipindi anavamiwa. Twende kazi, tunaanza hapa hapa Dar es Salaam na hawa maaskofu wamefika hapa usiku sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea. Namba moja kama nilivyosema, mahali hapo ambako Bishop amerekodi hii video ni miongoni mwa vyumba alivyovitengeneza, ambayo hivi vyumba amevitengeneza vina kazi tofauti tofauti vina maana tofautitofauti k hichi chumba ni special kwa ajili ya vikao mbalimbali, hiyo mbali. ni hall kubwa kidogo, maana naona ina pazia na pia ina makochi, ina makochi. Kwa hiyo ninataka nikuoneshe, nikuonyeshe njia namba moja, ama kitu namba moja kitakachotuashiria kwamba Bishop Gwajima alikuwa hapo. Kuna kochi moja aliko hapa, twende kazi kochi hili hili ni kochi unaloliona hapa, ambapo ameweka makochi haya ndani ya kanisa katika hii room inayoitwa meeting room ambapo tunaona hapa ilipokuwa nao maaskofu, hili kochi lilikuwa nyuma alipo, moja yako makochi mengi. Na hapa unapoona kuna hii picha nimeplay hapa, hawa si maaskofu, hawa ni wachungaji. Askofu Gwajima alipiga picha akiwa pamoja na hawa wachungaji wake walio chini yake. Kwa hiyo hapa nyuma tena penyewe kuna lile kochi, kochi kama hili ambalo tumeona hapa nyuma amepiga ameshuti hii video akiwa na maaskofu, wale walikuwa ni maaskofu hawa ni wachungaji. Tunaona kochi lile, lile. Lile, lile kochi kama lile kochi ambalo likopo mara ya kwanza kwa, ma, kwa maaskofu. Na hii picha alipiga akiwa na wachungaji wake, rumu ni ile ile ambayo ni meeting room. Kwa hiyo tunaona sa kochi ni lile lile. Kwa hiyo hapa ukiingia kwenye hii room kuna makochi kama ni, ni, ni, ni makochi zaidi ya makochi saba ama makochi sita ambayo yapo hapo ndani ya hii room. Kwa hiyo hiyo ni namba moja kwamba Bishop Gwajima alikuwa ndani ya ndani ya kanisa, lakini alikuwa kwenye chumba kinachoitwa meeting room. Tunaendelea, tunaendelea, namba mbili inayoelezea ina, inayo kwamba Bishop Gwajima alikuwa ndani ya, ya ya kanisa hakuwa nje ya tukio, alikuwa ndani ya tukio. Hizi ni sababu mbili ama ama ama evidensi mbili zinazoashiria kwamba Bishop Gwajima alikuwa ndani ya tukio kipindi alivyovamiwa na mapolisi. Muda huo wa saa tano na robo, Gwajima alikuwepo. Namba mbili, evidensi ya pili ni maombi. Kipindi Bishopu Gwajima anaongea, sikiliza kwa makini, kuna maombi utakuwa unasikia watu wakiwa wanaomba. Sikiliza kwa makini Bishop Gwajima anavyoongea, kuna maombi hapo nyuma. Naomba usikilize kwa dakika chache, sikiliza. Polisi wamekuja kuzunguka kanisa la Ufufuo na Uzima hapo Ubungo, na maskofu hawa wa wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi wamekuja kuzunguka kanisa, hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba usiku uh, huu saa tano uh, sasa hivi tarehe tarehe leo tarehe mbili <coughs> tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maskofu wa Taruki wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani, tunaona defender, tijajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. Eh, nafikiri ni polisi, naona ni gari za polisi. Amin. Nini maana yake sasa kwamba? E, ukisikiliza uki, uki, uki, kwa makini hiyo video wakati, uh, Bishop Gwajima anaongea unasikia sauti za maombi watu wakiwa wanaomba, wana maombi wakiendelea kuomba. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Bishop Gwajima hakuwa nje ya kanisa, Bishop Gwajima alikuwa ndani ya kanisa. Ndio maana unawasikia wana maombi wakiwa wanaomba. Nimekupa evidence pia ya lile kochi pale ambako maskofu walikuwepo ndani hapo, lile kochi la pembeni, na ile picha nyingine alishaikupiga na wachungaji wake wakiwa eneo hilo hilo. Kwa hiyo hilo hilo, hiyo room ni special room for meeting. Kwa hiyo Bishop Gwajima alikuwa ndani ya kanisa, polisi walipotea ndani ya jengo hilo kwa sababu hili jengo limejengwa kitaalamu. Hili jengo limejengwa kisomu, kisomi ndani yake, kwa vyumba viko vingi, na kitu kingine tafakuri nyingine nikupe: kipindi wanaingia ndani kumsaka Bishop Gwajima Kaa zilikuwa zimezimwa, umeme ulikuwa umekatwa, kwa hiyo jengo zima alikuwa na umeme halikuwa na umeme. Kwa hiyo hiyo pia iliwafanya hao polisi wazidi kuhaha ndani ya jengo la Bishop Gwajima ama kanisa la Bishop Gwajima, kwa sababu lile jengo kwanza lina vyumba vingi, chapili tena umeme wenyewe tayari ulikuwa umeshazimwa. Sasa lazima walipotea ndani ya hili jengo, na Bishop Gwajima alikuwepo kwenye tukio na ndio maana ukisikiliza hiyo original video ambayo Bishop Gwajima amejirekodi utasikia watu wakiomba, ukisikia wamama wakiomba, utasikia vijana wakiomba, utasikia wababa wakiomba. Maana yake kwamba Bishop Gwajima alikuwa ndani ya tukio lililofanyika usiku wa satano na Lobo, alikuwemo ndani. Kwa hiyo polisi walipotea, na polisi walihaha, na polisi ilikula kwao, walishindwa kumpata Bishop Gwajima.